Mambo vipi? Kwa majina anaitwa Monsuly au Mr. Fire bwana. Leo nimekuja na ukorofi, leo nimekuja na kauchokozi kidogo. Leo tutaenda kumjua mwanamke aliyetoka kuchiti, aliyetoka kulala na mwanaume mwingine. Hizi ndo tabia na sifa eh? Bro, ukiziona hivi, ukiona hizi dalili, basi fahamu ya kuwa bwana amna, amna sana, eh, kuna namna fulani yuko dada. Ametoka yani mchumba wako ametoka kufanyiwa kitu ambacho sio kizuri, yani ametoka kukuchiti, si ndio? Uh, cha kwanza bro, fahamu ya kuwa mwanamke akikupenda kwa dhati hachiti, hicho ni cha kwanza. Mwanamke akikupenda anaweza kukaa hata miezi tisa hata miezi mingapi bila kukuchiti. Asilimia kubwa sana ya wanawake wanachiti pale panapokuwa pana migogoro ndani ya mahusiano. Yaani bro, umeona leo tumegombana, mfano upo na mwanamke wako, mmegombana mmegombana usiku, sijui nini na nini wewe, kwa sababu naenda unataka kuonekana mwanaume, uheshimiwe, unyenyekewe kama Mungu na miguu yako hiyo, kama sijui nini, unataka kunyenyekewa, kesho mwanamke tena umekuja unajilea, umejinunisha, umenuna, ndio unataka kunyenyekewa, basi fahamu ya kuwa bro, kuna uwezekano mkubwa sana mwanamke wako kwenda kukuchiti kwa sababu uh, katika mazingira au katika cycle ya mwanamke, fahamu, kuna watu wengi sana ambao wanakuwa wanahitaji kuliona hilo tunda. So bro, uh, mwanaume siku zote uwaga ndo tunaweza tukasema ni ni game over, yani yeye ndo anaweza kumaliza mchezo. Mimi kusema kweli, hata mimi pia labda inapotokea kuna nimegombana na mtu wangu, siwezi kuruhusu eti tukae siku tatu, atuongeleshani atu mtatafuta namna, ili mradi jambo liishe. Ikishindikana hapo sawa, basi na mimi nitaka kimya, kwa sababu hakuna namna. So bro fahamu ya kuwa mwanamke anachiti kwa sababu tu mahusiano yake haya hayapo sawa. Yaani kuna migogoro au ugomvi. Usitake kusema tu anachitiki bila sababu. Au sasa bro upo kwenye, kwenye mji wa biashara. Si unanielewa? Eh? Upo kwenye kwenye mji wa biashara, inabidi alipe kodi, inabidi ale chips kila siku, inabidi ale nini? Bro, naweza kufanya hizo na niliu na wewe mwanamke uliokuwa naye mwenyewe afanyi kazi, wewe unafikiri anaishije? So, hizi namba zao naenda kukwambia hapa ni dalili au au ukishaziona hizi dalili tu, basi fahamu ya kuwa mwanamke wako ametoka kulala na mwanaume mwingine. Cha kwanza, kama unaishi na mwanamke wako, kabla sijafika mbali, mimi napewa nguvu na ndugu zetu wa Barcelona hoteli. Barcelona hoteli ni hoteli ya kisasa kabisa, ni hoteli iliyopo ndani ya Goba Center pamoja na Goba Lasta. Ni hoteli ambayo huduma zao ni bora, tunaweza tukasema ni hoteli yenye nyota tano, bwana. Yani, ukifika pale mazingira ya kulala utalala sehemu nzuri, mazingira ya kupumzika utapumzika kwenye garden, ukitaka kuangalia mpira basi ni sawa. Yani kuna mazingira ambayo wewe mwenyewe binafsi utayafurahia. Kuna uh, tunasemaje eh, kuna sehemu ya vinywaji, unaweza ukachukua kinywaji chako chochote unachotaka ni kuna vinywaji vyote ambavyo vipo ndani ya Bongo, pale ndani ya Barcelona hotel vipo, unachukua unatoka zako nje kwenye garden pale, au kuna sehemu ya kupumzika unakunywa, au pia ukitaka hivyo uutachagua ukae chumbani kwako au ukae wapi, wapigie kwa namba hizo hapo ambazo unaziona kwenye screen. Wanapokea muda wote, masaa 24, siku saba za wiki. Dalili ya kwanza kabisa, bro, ukiona mwanamke wako anakuletea vipengele vya kuumwa tumbo usiku, kuna mawili. Ah, kama sio mzunguko wake wa hedhi umekaribia, basi kuna mawili. Cha kwanza, aidha tunazungumzia kwa watu ambao wanaishi na wanawake zao Sio wewe hey, uko huku, mwenzako yupo kule akwambia tumbo linamuuma basi. Ah, nachiti anachiti, hapana. Bro, umerudi uh, uh, nyumbani lakini unakuta, sio apa, maugombi, mbana, eh, unakuta sio mzunguko wake wa hedhi, ukicheki siku mbili tatu hapa, eidha mulikuwa mna maugomvi muligombana, au labda unakuta Uh, labda hizo siku mbili tatu unajua kabisa mumefanya naye mapenzi lakini mwanamke wako hajaridhika, yaani kuna namna tu hivi mmegusana gusana, labda haupo sawa kinini, lakini unakuta sasa, unajua wanawake wanawake wengi sana wanapenda mapenzi. Sisi kwetu wana sisi wanaume mapenzi kwetu ni kama starehe tu ya kutoa kichupa kilichojaa, lakini mwanamke mapenzi kwake ni sehemu ya amani, na ndio maana asilimia kubwa sana ya wanawake wengi e, wanapokuwa wanakutana kimwili na wanaume wanaowapenda halafu, uh, wale wanaume wakaa ha, hawatolei zile naniliu huku juu eh? Wanatolea humo humo ndani. Yani inamaanisha kuwa zile mbegu za mwanaume zinapokuwa zinatolewa ndani ya mwanamke, mwanamke anakuwa anatanuka. Yani mwanamke anaridhika. Yani unakuta maisha yake ni magumu, lakini mbona ndugu yetu, shoga yetu, nanenepa mwenzako na, eh? Eh? <laughs> Umenielewa lakini? Sio unaelewa. So hata wewe bro siku leo, eh? Kuna namna tu atatanuka tu mbegu zako zina nguvu, zina uwezo wa kutanua. Sema siku hizo watu wengi ndio hivyo wanapenda kutolea nje mnajikuta nyie mmeenda eji sio mnajua sana. Eh, hiyo ni hatari. So unapomwona mwanamke wako anakwambia tumbo linaniuma, bwana usiniguse. Yaani ni mtu ambaye anakuogopa. Yaani anaogopa yaani wewe usimguse kwa namna yoyote. Nikwambia mimi tumbo linaniuma bwana. Yaani anakuwa mkali. Kuna mawili kama uh, hajatoka basi, juu anazitunza, anataka kesho kwenda, sijui. Unanielewa? Muulize tumbo ni la nini tena. Ukimwona anajidai anaumwa tumbo, afuka sahau kunywa dawa, bro, kuwa vizuri. Sasa ukiona situation kama hiyo, usitake kwanza kulalamika, usitake kwanza kupan kupani, kupani sijui kuongea kwa nguvu. Mwambie aya. Najua atakwepa, hataki hata kuzungumza na wewe, kageukea pembeni. Vitu vingine ni kuviacha tu vipite, najua. Mwambie hebu msifie hata kwa maneno kadhaa, mkumbushe kuwa yeye ni bora katika maisha yako. Mkumbushe kuwa chakula chako eh, chakula chake yeye mdada, kuwa ndo chakula cha afya, yani wewe kesho ndo utapata energy ya kwenda kufanya kazi, sawa. So utakapokuwa ni mtu ambaye unaficha ficha, unachukulia poa eti eh, mwanamke wako ukaambia kidogo tumbo linamuuma, utajua mwenyewe bwana. Hai, mimi niwaze niwaze, maofisini niwaze kazi, nirudi nyumbani tena nianze naye kukubembeleza? Bwana utajua mwenyewe. Mimi naenda kufanya hili. Bro, kitu kimoja, maisha yanahitaji amani ya ndani, amani ya moyo. Unaweza ukasema sawa, uliache hilo liishie hivyo, lakini bro, jua kama nyumbani hakuna amani, unapoenda sidhani kama panaweza paka hapa na amani na kutengeneza amani ndani ya nyumbani. Wewe ukiona umeshindwa jaribu kutafuta wale watu wazima ambao wanaweza kukushirikisha. So unagombana na mpenzi wako, eti wewe unampigia simu rafiki yako ambaye yeye mwenyewe mahusiano yake yanamshinda, alafu ndo unamwomba akupe ushauri. Atakupa ushauri gani wa maisha? Atakupa ushauri gani wa mahusiano? Bro sawa, mahusiano ni ya watu hao wa, wawili, wewe na mtu wako. Nyinyi ndio mnajua wapi mnataka kwenda. So jaribu kusolve matatizo madogo, ili mradi makubwa yasije yakakushinda, si unanielewa, ndugu yangu? Dalili ya pili ya mwanamke ambaye ametoka kucheat uh, cha kwanza, asilimia kubwa ya wanawake wengi sana wanapokuwa wanatoka ku, kushiriki tendo na watu wengine, kuna wanawake ambao ni wasafi wana